Ulaya imefurahi na Afrika imetabasamu. Wenda furaha hiyo na tabasamu hilo likawa ni la muda tu, kaba ya ulejeo wa miamba hao wawili. Wenda ukawa ulejeo wa nyasila kama simba jike akiwa mawindoni. Ulaya imetabasamu. Hii ni baada ya klabu ya Real Madrid FC kuondoshwa kwenye michuano ya klabu bingwa barani Ulaya na tembo wa London Arsenal the Gunners baada ya aggregate ya bao tano kwa moja, huku pale London wakitoka bao tatu kwa bila na pale Santiago Bernabeu Real Madrid kufa kwa bao mbili kwa moja, na hii ikawa ni baada ya aggregate ya bao tano. Wengi wametabasamu na kufurahi, kwani walitamani kuona finali ikichezwa na vilabu vingine tofauti na Real Madrid, mwamba huyo wasoka pale barani Ulaya, huku Afrika ikafurahi baada ya miamba hao wa soka wa pale nchini Misri na farao wa Misri Al Ahly Cairo kuondoshwa kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika na Mamelodi Sundowns wa Brazili hao wa South Africa. Wengi wametabasamu kwani hawakupenda kabisa kumwona mwamba huyo wa soka kuendelea kulitawala soka la Afrika na kutamani wenda fainali nyingine ichezwe na vilabu vingine. Mpaka sasa fainali ya klabu bingwa barani Afrika ishajulikana, itakuwa ni Pyramid ya nchini Misri na Mamelodi Sundowns wa sanda hawane hao wa South Africa, huku barani Ulaya mpaka sasa ijajulikana, kwani mchezo wa kwanza wa nusu fainali kati ya Arsenal na PSG ya nchini Faransa imeshachezwa pale Londoni, huku PSG akashinda bao moja ambalo likifungwa na mchezaji Ousmane Dembele, na nusu fainali ya pili kati ya Barcelona na Inter Milan ilichezwa pale New Camp ikitoka kwa sare ya bao tatu kwa tatu. Basi tunasubiri kuona mkondo wa pili utakuwa vipi, tupate washindi takwenda kucheza fainali ya klabu bingwa barani Ulaya. Al Ahly hailo Misili na Real Madrid ya nchini Spain, ndo vilabu vikubwa kwenye mabara vinayoyachezea, kwani ndo vilabu vyenye mataji mengi ya klabu bingwa huku upande wa Al Ahly Cairo Misri ana mataji 13 ya klabu bingwa barani Afrika na klabu ya Real Madrid ina mataji 15 ya klabu bingwa barani Ulaya. Ndio vilabu vyenye heshima, ndio vilabu vikubwa kwenye mabara hayo. Al Ahly ndio klabu yenye mataji mengi zaidi duniani, ndio tuzo ya heshima ya klabu ya Kaine na FIFA. Klabu hiyo ilianzishwa tarehe 24 April mwaka 1997 huko nchini Misri, chini ya wanafunzi wa vio. Klabu hiyo ina zaidi ya miaka 118. Klabu hiyo iko chini ya mwenyekiti Mohamed El Khatibu na chini ya mwalimu Masud Kola, ambaye mpaka sasa wenda kibaro chake kikaota nyasi. Klabu hiyo ina jumla ya mataji 125, ikiwemo mataji 44 ya ligi kuu nchini Misri, 15 ya kombe la ligi na 39 ya kombe la FA la Misri huku mataji 12 akiwa ya CAF Champions League na taji moja la ta CAF Confederation Cup bila kusahau mataji nane ya CAF Super Cup na mataji manne ya African Cup Winners Cup na taji moja la Afro Asian Club Championship na taji moja la Arab Club Championship. Klabu hiyo ina thamani ya bilioni tisini na moja za kitanzania sawa sawa na euro milioni thelathini huku Real Madrid ikianzisha tarehe sita Machi mwaka 1902 ina zaidi ya miaka mia moja ishirini na tatu huku ikiwa chini ya rais wake Florentino Perez na chini ya kocha Carlo Ancelotti ambaye wenda tukamwona mwakani kwenye timu ya taifa ya Brazili klabu hiyo ina jumla ya mataji mia ikiwa kumi na tano ya UEFA Champions League, 36 ya La Liga makombe ishirini ya makombe Copa del Rey huku makombe kumi na tatu ikiwa ya Super Copa de Espana na makombe sita ya UEFA Super Cup, makombe mawili ya UEFA Cup na makombe nane ya FIFA Club World Cup, yani kombe la dunia la vilabu. Real Madrid ina thamani ya euro bilioni sita sawa sawa na trilioni 18 kwa fedha za kibongo. Vilabu hivi ndio vi miamba wanaosumbua soka kwenye mabara wanayotoka. Al Ahly na Real Madrid FC ndio miamba wa soka kwenye mabara hayo wanayotoka, ndio vigogo walioshindikana kwenye maswala ya kombe la vilabu bingwa kwenye mabara wanayotoka na hii. Ni Nine Sports na mimi ni Logalinki. Usisahau kusubscribe, kujiunga na familia hii kubwa ili upate makala mbalimbali za soka. Pia usisahau kucomment hapo chini, nipa comment yako. raundi ijao nataka tumzungumzie nani?